Gomvi kati ya waziri wa leba Kazungu Kambi na katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyikazi nchini COTU Francis Atwoli ungalipo kuhusu kifo cha aliyekuwa naibu wa katibu mkuu wa COTU George Muchai. Mapema hii leo, Atwoli ametoa wito kwa waziri Kambi kujiuzulu ili kutimiza ile ahadi alizotoa wakati wa mazishi ya Muchai. Elvis Kosgey anaarifu zaidi. Kama hiki kifo cha Muchai hakitaweza kupatikana ni nani aliyekifanya, na tunawajua, am prepared to resign, ilikuwa kauli ya waziri wa leba Kazungu Kambi kwenye mazishi ya mwende zake mbunge wa kabete George Muchai. Kambi aliahidi kujiuzulu endapo waliomuua Muchai wangekwepa mkono wa sheria. Uh, the director. Na kwa mara ya kwanza katibu mkuu wa muungano wa kotu Francis Atwoli ameamua kulizungumzia swala hilo. Atwoli amemtaka waziri wa leba Kazungu Kambi kutimiza ahadi yake na kujiuzulu mara moja. Vilevile, Atwoli amejiondolea lawama ya kuhusika na mauaji yale, huku akidai kulikuwa na njama kupitia propaganda ya kumwondoa kwenye wadhifa katika Kotu. Hadi kufikia sasa washukiwa wakuu kwenye mauaji ya Muchai wamefikishwa mahakamani huku polisi wakiendeleza uchunguzi wakati huo huo, kwa kile kilichoonekana kama kuzikwa kwa tofauti baina ya makatibu wakuu wa vyama vya wafanyakazi nchini, Atwoli na katibu mkuu wa nat Wilson Sossion pamoja na katibu mkuu wa kupeta Kelo Misori waliungana kwa kauli moja kudai serikali ya Jubilee na inyanyasa miungano ya wafanyakazi.